Wachawi hawawezi kuwa na nguvu bila kutumia mashetani. Anaweza kukuingia wewe mama ama baba kaa kwenye hiyo nyumba, akageuka akawa magomvi, ama anaingia kwa mama, anakuwa kisilani. Unamwona huyu mama, kitu kidogo amekasirika, kitu kidogo ametukana. Baba unamwona mkono unamtoka vibaya mno, mara amekupiga ngumi, mara amekutupia nguo nje. Huyo baba siyo hali yake ya kawaida, ni ametupiwa mashetani. Kuna dada anamtaka mahali, anataka wewe uondoke kwenye hiyo nyumba, alafu yeye aolewe hapo. Kwa nini? Mmefanikiwa kujenga ile kanyumba kale ka mgongo wa tembo mnakaita, umekajenga hapa kama tofali ya block, afu umeezeka msauzi. Yule dada anasema kwa nini hao wajenge. Ameangalia, naona shamba lenu la mikorosho limezaa vibaya mno, anasema kuna neema ya Mwenyezi Mungu kwenye hii nyumba. Kwa korosho hizi walizopata huu ndani, mwaka huu atapata hela. Unamwona anakoendea kwa mganga, anakutupia majini makata.